Nimekuja leo ni, ni jionee mwenyewe ya kwamba eh, kuna hatua zipi ambazo mmeshazipiga kulingana na yale ambayo huaga tuna kufahamisheni. Na assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, video clip yangu fupi sana ambayo ni Jumapili ya tarehe kumi na nne mwezi Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano tumekamilisha hatua ya kwanza ya mtihani wa watoto zetu katika madrasa yetu hii ya Al Huda. Alhamdulillah, takriban zaidi ya wa watoto zetu wako hapa kuisoma Qurani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Jana ndio tulikuwa tumeanza tarehe kumi na tatu na leo ni Jumapili ambao ambayo ndio tulimaliza, na leo tumempokea mgeni wetu Sheikh Abubakar Misigaro. Ni moja katika wazazi wa Al Huda, ni moja katika walezi pia waharakati za Hamza Mahane. Sheikh Aboubakar Misigaro ni shasafiri naye kwenda South Africa, Cape Town, na tuliongea naye mengi katika ziara ambayo nilipokuwa niko naye, na leo amekuja kuhakikisha kile ambacho tulichoshauriana naye kwamba kimetimia. Nadhani mwenyewe unaona kwamba shahada hizi ambazo tumezitoa za premier trimestre za watoto hao aliziweka muhuri wake, ili kama kusapoti, ikae kama kumbukumbu kwa watoto zetu wa madrasa kwamba Sheikh Abubakar Misigaro analiunga nguvu juhudi ambazo anazifanya Habza Mahane. Nimshukuru sana kwake, nimshukuru sana yeye pamoja zima na jopo lizima la mashekhe wa Burundi na wote ambao wanaendelea pia kuniombea dua na wote ambao wanaendelea kunisupport niwashukuru sana walimu, niwashukuru watu wote ambao tunapambana kuhakikisha kwamba tunaiacha alama katika mgongo wa ardhi tukiamini kwamba iko siku tutaondoka duniani na tutakuwa tumeziacha kumbukumbu yetu na Qurani na... ndio itakuja kutusaidia sisi baada ya kutangulia kaburini tayari rasmi. Kama unavyomuona hakiwa sasa na wale ambao waliotoka wa kwanza kuwapa nasaha walimu wa ni kuache sasa, moja kwa moja ametutambulishia kijana wetu, eh, mwalimu wetu hapa mwalimu na bismillah alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad, sallallahu alaihi wa salam ala alihi abdurauf wa sahbihi wasallam

kwa tumekusanyika hapo, asante, tukushukuru sana kwa ujio wako, na Allah subhanahu wa ta'ala kujaza khairi na baraka katika umri wako, hakupata maisha mema pa dunia na bila. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tumu la kwanza, tukukaribisha hapa na kukutambulisha kwa walimu wenzangu ambao tunashirikiana nao hapo kufunza wanafunzi wetu pa madrasa hapa. Tuko na ustadhi wangu hapo, ustadhi Isa Imran, ni wa walimu ambao tunashirikiana nao hapa kufundisha madrasa hii.

alma ambayo alichukua hapo, alichukua ile sehemu alichota kwa hapo shekhe. Kumbe Allah kujaze khairi katika juhudi zako ambazo natuonesha sisi vijana wako alizokutia tawakia katika shahada ambazo wanafunzi walipata hapa. Ama jambo lingine, sababu si bado vijana wako na wanafunzi sitoku hapa sote, atuwezi kusema tusha kwa shekhe, bado tungali wanafunzi sote na tunajitahidi kadri na uwezo wetu. Madrasa yetu hii tuweke chini ya misingi ya dini atuweke chini ya manhaji ambayo iliyokamilika kama sisi tunavyojifunza kule shuleni kwetu mahadi nuru alislam, kama tujitahidi sana kujilea katika namna ambavyo anavyopenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuifuata sunna na walimu. Alhamdulillah, tunajitahidi kadri na uwezo ambao tulikuwa na Allah, kuwalea watoto zetu au kuwalea ndugu zetu, au katika manhaji ambayo ilikuwa ilikuwa iliyokamilika, ambayo ndio ipenda na kuaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tutaomba dua zenu, sisi tutaomba dua zenu kwetu sisi, ili tujitahidi, wanafunzi wetu hawa tuwalee katika manhaji as-salaf, ili baadaye huko waje kuitetea sunna na kuilingania sunna, kama isi mlivyotufunza ninyi. Barakallahu fikum, tutaomba vile vile tupatie nasaha kwa sisi wanafunzi wetu kwa pamoja. Barakatillah. Uh, uh, kabla sijazungumza chochote ningependa kutoa shukrani za dhati. Kadhalika, ningetoa nasaha. Kumbukeni, sunna ndiyo Uislamu na Uislamu ndio sunna. Masomo yoyote ambayo yatakaa katika saha lakini yako mbali na sunna hayatochukua muda, yataondoka tu, kwa sababu sunna ndio maisha ya binadamu, ndio mfumo wote wa dini. Ukiwa mbali nayo, basi ufahamu ya kuwa hautakuwa na nasib katika hii dunia na pia na akhera yako. Kwa hiyo jitahidini, pale ambapo hamjafikia katika sunna, mpafikie. Epukeni, epukeni na shahawati na shubuhati, shahwa na shubha. Wengi wanadai kuwa wako katika sunna na ilhali sivyo hivyo. Nimekuja leo ni nijionee mwenyewe ya kwamba eh, kuna hatua zipi ambazo mmeshazipiga kulingana na yale ambayo huaga tunakufahamisheni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie yale mapungufu miajaze na makamilifu, na yale ambayo hamjapatia, Mwenyezi Mungu ajalie mmeyapatie. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Vienu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongoza wa jamii.